6 Almashauri ambayo imempa furaha Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupata vijiji vyote 125 <coughs> kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 tukunge rasmi tunachotaka sisi wanamkuranga kupitia baraza la almashauri ya madiwani ya wilaya Mkuranga ya kwamba sasa yatosha na sisi Tunakuomba sana ndugu mnetu, kutufikishie salamu hizi kwa mheshimiwa rais kwamba sasa wanamkuranga tuko tayari kuwa manispaa. Matarajio yetu sisi watu wa Mkuranga, kwa vile tumejitokeza kwa wingi kujitokeza kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, tunao zaidi ya wapiga kura laki ambao matarajio yetu ni kwenda kumpa Daktari Samia Suluhu Hassan za kura za kutosha, zaidi ya laki tatu zaidi ya laki tatu tunakwenda kupiga kura za kutosha. Ndugu mgeni rasmi, ahadi ahadi yetu sisi kama wanamkuranga, moja ni kwenda kuhakikisha kuwa yale tuliyoyafanya 2024 nayo na tunayatekeleza kwa vitendo, kwa kujaza kura za kutosha kwa mgombea wetu pekee Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuomba kura kwa ushindi. Tunayofanya haya, ndugu mgeni rasmi, si kwa kubahatisha. Wilaya hii ya Mkuranga, miaka kumi iliyopita, hatukuwa na umeme chache leo, tunazungumza vijiji vyote vina umeme. Miaka <coughs> kumi iliyopita hatukuwa na zahanati, leo Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga zahanati katika kila kijiji. <coughs> hatukuwa na vituo vya afya, leo ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya kazi hii. <coughs> Lakini igaza ya kuifanya peke yake, kazi hii ameifanya kwa kupepesa ya kwamba mheshimiwa rais ametuheshimisha na sisi watu wa Pwani, tunajivunia kwa kijana wao Abdallah Hamisi Ulega. Leo hii leo hii, kwa kumwamini Abdallah Hamisi Ulega na kumfanya kuwa waziri wa ujenzi, tumekwenda kujenga barabara zetu zaidi ya nane ambazo sasa zimekwenda kupandishwa hadhi na kwenda tangoti cha miezi mitatu tumepokea zaidi ya bilioni sita kwenda kufungua mtandao wa barabara. Mheshimiwa ndugu raisi, tunao tunalo deni kubwa kwa raisi, na sisi tunaamini kwa vile wewe ni mjumbe wa kamati kuu, una nafasi ya kunong'ona na mheshimiwa raisi. Tunasema hivi, Samia mgombea wetu tuna Insha Allah Taala, Insha Allah Taala aturejeshee jembe letu Abdalla Hamisi Ulega ili mambo yaende. <coughs> Mwisho kabisa, unaweza ukaomba sana hivyo na wewe ukajisahau, nasiye tumo.